kwa mwalimu barazani, kwa mwalimu. Amesha keti mwalimu Alfani naye Petro, kufanya mazungumzo. Maswali mengi yaulizwa naye mwalimu, jibu yote hayo, yafanyika barazani, kwa mwalimu barazani, kwa mwalimu Mwalimu, naomba tuendelee na mazungumzo tafadhali, kama tulivyoanza hapo awali. Aa, sawa bwana. Bwana Alfani, nashukuru sana na nashukuru kwa sababu muda ule tuliachana, sasa tumepata muda tena hapa kibarazani ili tuendelee na mazungumzo. so, kuna hili suala la kuondolewa kwa aya za Injili ambazo zinahusu zina ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mfariji. Je, hilo unalielewaje, Bwana Khalfani? Nafikiri ule muda uliopita tulikuwa tumezungumzia juu ya ile zawadi niliyompatia rafiki yako Bwana Petro, na tukaona baadhi ya aya ambazo Mwenyezi Mungu amezieleza katika hiyo zawadi niliyompatia. Sasa umeniuliza swali la msingi, kwamba kuondolewa kwa baadhi ya aya katika Injili ambazo zilikuwa zinahusu ujio wa Bwana Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, ni kweli kwamba yapo mambo na madai hayo ambayo hudaiwa, lakini wakati huo huo wanaodai hivyo wanaitumia bibilia hiyo hiyo wakisema kwamba imeahidi juu ya ujio wa mfariji mwingine, baada ya Isa bin Maryam, na mfariji huyo na huyo ambaye anayekuja atakuwa mfariji. Na mara nyingi kuna aya, naomba Bwana Khalfani niisome hiyo aya katika kitabu cha Injili cha Masihi, sura ya kumi na sita ya Yohana, na ile aya saba inasema, lakini mimi nawaambieni, nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo mso msaidizi hatakuja kwenu, bali nikienda zangu nitampeleka kwenu. Kwa hivyo aya hii inatumiwa sana na wanazuoni wengi, hasa wanazuoni katika imani yako ya Kiislamu, Bwana Khalfan, na aya hii hutumika sana kutetea hoja za Bwana Mtume Muhammadi sallallahu wa alaihi wasallam kwamba alikuja nyuma ya Masihi, Isa bin Mariam, na wanazuoni hawa basi hawatumii tu nakala nyingine ya neno la Mwenyezi Mungu isipokuwa Injili ileile itumiwayo na Wakristo leo hii. Sasa bwana Khalfani, mimi nakumbuka muda uliopita tulizungumza hapa tukasema tukasema kwamba Injili imeharibiwa. Sasa kama Injili imeharibiwa, napata maswali kwamba kama Injili iliharibiwa mbona tena twanukua ya zile zile za kitabu kilichoharibiwa na kisha kataliwa. Sasa, mwalimu. Ha, pengine mi ni kushangaa hata wewe kwa sababu <laughs> e, uliniambia kwamba e, rafiki yako wakati ukiwa na bwana Petro hapo kasema ni kama yeye amepotoka kwa sababu ya kitabu chake, lakini ukweli ni kwamba bwana Halfani, kama tutakubali kuwa Biblia ilifutwa ama kubadilishwa ni kwa sababu ya ushahidi huo wa kutumia hizo aya zake. Sasa tukubali kwamba zimo aya nyingine pia zilizo kweli, na ndio maana tunazitambua na kuzitumia, ama unasemaje bwana Khalfan? ah, mwalimu mimi ninakuelewa, na sasa mimi nachotaka sasa katika hizo aya umesema zingine zipo, basi na imani kwamba huko mbele tutaangalia, lakini pia mwalimu kuna hoja ya uh, swala hili la uh, Umoja wa Mwenyezi Mungu. Naam. Huoni kwamba nalo limepotoshwa sana? Umoja wa Mwenyezi Mungu tena ni wape e, swala la umoja wa Mwenyezi Mungu amekuwaje ame, ame limepotoshwaje ame bwana Khalifan? Maana ndugu yangu katika maana kuna wengine unakuja e, katika hicho kitabu. Oh, msikilizaji wa AWR Tanzania haya ni matangazo ya majaribio katika studio zetu za AWR zilizoko Mtwara mjini tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa uh, Mtwara ambapo tunatarajia hivi karibuni matangazo yatakuwa yakikujia moja kwa moja kutokea hapa uh, katika studio hizi, na utakuwa ukipata vipindi mbalimbali ambavyo vitakuwa na ujumbe maridhawa kwa ajili ya watu wa uh, kusini mwa Tanzania, lakini pia hasa wale wote ambao wako katika ukanda wa pwani. Ni kukaribishe tu wewe ambaye ni mpenzi wa vipindi vya kidini na hasa vile ambavyo vinagusa zaidi na kurekebisha tabia uh, wewe usiondoke katika redio yako. Siku za karibuni tutakuwa tukikutangazia moja kwa moja kutokea hapa.